Taiwa. Nimemaliza na leo tumepika kisadaka cha wale watu tuliolala toka jana. Mimi jana nimeamka nyumbani kwangu saa mbili asubuhi nimekuja mpila pesa mpaka leo ninapozungumza na nyinyi, saa hivi saa kumi, saa tisa hii. Sijatoka mpira pesa, niko mpira pesa, nimekesha hapa kwa kisomo. Nimefanya visomo vyote tumemaliza hapo, tumetengeneza sadaka, watu wamekula kilichopatikana, na kila jambo limeenda kwa wakati na limefanyika kama ilivyotakiwa, na deni hakuna. Na wale waliopiga simu za, kuni, za kunisarifu kwamba watasaidia kumbe wana, walikuwa wali wananing'onga kwa maneno kwamba ya maneno yao mimi, si nisipopewa hii au mimi nimepewa hiki nitafanya hivi. Mimi niwaambie hivi, Simba Sports Club ni ya watu wenye uweredi sana wenye uweledi ndo wamelifanya hili limefanyikiwa. Nitoe pongezi tena, nitoe pongezi tena kwa msemaji wa watu Ahmed Ahmed Ali, alikuwa na bonanza la mashabiki wa Simba na Yanga. Mimi ni mtu ambaye nina tamaduni za kuunga mkono kila kitu ambacho kinaleta mambo mazuri katika klabu ya Simba. Nilishindwa kushiriki bonanza lile kwa sababu nilikuwa na jambo hili, na yeye tulikuwa kila baada ya siku tunawasiliana, kaka umefikia wapi? Kaka uko kwako vipi? Kaka umefanya vipi? alichokiomba yeye, kwa, kwa sababu kilikuwa chema. nyuma mwiko mashabiki wamefungwa, kwa sababu kilikuwa chema. nilichokiomba mimi ndugu yake, kwa sababu kilikuwa chema, nimekifanya sidaiwi. kwa waliofanya wala kifaa tulichotumia hamna, tunachodaiwa kwa hiyo mimi niwaambie wana Simba tu wachunge maneno yao ya mdomoni, kauli wanazozisema na makoti waliovaa yanawabana, ndio maana wanaonekana watu waovyo. Okay. Ningetaka kufahamu hili jambo ambalo hapa mpira pesa. Mashabiki au limekupotezea baadhi ya mashabiki. Mimi ni kiongozi wa tawi ami, sitegemea mashabiki. Kiongozi wa tawi na ukisapoti nachokizungumza, naungana na wewe, usiposapoti nachokizungumza, kwa sababu naamini ni kitu kilichonyooka basi, nitakuangalia nitakuheshimu kama vile okoa kuheshimu. Siwezi kufunja heshima yako kwa sababu wewe hunisapoti. Siwezi kupendwa na, na watu wote Manabii wenyewe na walikuwa wanapingwa. Leo kuna wanadamu hawaamini kama Mungu yupo, lakini kuna watu ukimtaja Mwenyezi Mungu kwa ovyo, wanalia kwa sababu wanaamini Mungu yupo. Sasa ukichukua hii picha, halafu kuna wengine wakanichukia, wengine wakanifurahia, mimi na ndo nazidi kunawilika na kuzidi kupata thamani kuliko kupendwa na watu wengi wanafiki. Mimi sio nia yangu nipendwe na watu wengi wanafiki. Nia yangu nipendwe na wachache ambao wanajua ninachokizungumza na wajue thamani yangu mimi katika klabu yao ambayo na wao wanaipenda. Leo kuna watu wanaangalia hela kuliko muda wanaopoteza wana, wana kwenye hii timu. Kuna watu wanapoteza muda wao kwenye Simba muda mali kuliko pesa. Uwezi kupata pesa ukiwa muda wako hauna muda. Leo mimi napoteza muda wangu mkubwa kwenye Simba kuliko kutafuta pesa. Lakini sijawahi kumuomba mtu hela ya kula. Sijawahi kumwambia mtu anilipie kodi ya kuishi. Sijawahi kumwomba mtu kitu chochote. Lakini katika dunia hii, wanachomiliki matajiri labda vinashinda na thamani na mimi ninacho. Yaani wanachomiliki matajiri labda, wana magorofa, mimi na nyumba ya udongo, wao wana vieite, mimi na kibajaji, wao wana pikipiki baja, mimi na baskeli. Wakinyonga na mimi nanyonga wakiingia ndani ya waonekani nami naingia kwenye nyumba yangu hiyo ya udongo. Kwa hiyo maisha ni yale yale, kwa sababu hata ukiishi kwenye ghorofa loshenimia, ukifa utaenda napoenda mimi kwenye udongo, ambao udongo ule hauna thamani ya ghorofa ulilojenga. Ndo imani yangu inavyonipa kwamba ni hivi, ukithamini ninachokifanya nitakuunga mkono, utipothamini ninachokifanya nitakuangalia kama ulivyo, ila nitakuthamini kwa kukusalimia na maisha yaendelee. Mwisho wa siku, kila mtu ataendelea ya maisha yake. Kwa hiyo, nilichokifanya hata kimatawi inaruhusu. Matawi ya Simba kwenye katiba yanasema matawi ya Simba kazi yake kushauri viongozi. Matawi ya Simba kazi yake kama kuna kitu chochote kwenye Simba kukisuporti ili Simba izonge mbele. Mimi mwenyekiti wa tawi, nilichokifanya ni wajibu wangu, kwa sababu hata kwenye katiba matawi yanaruhusu yanaruhusiwa kufanya hiki tulichokifanya ila kwa masikitiko, nizungumze ukweli, nilitaka kuomba ushirikiano wa viongozi. Nasema haya kwa sababu nimekifanya kitu kizito, lakini kuna watu wamebeza kitu kizito nilichokifanya. Na ili watu wajue nilichokifanya kizito, basi acha wabeze. Mungu na ndo atanilipia ata nilichokifanya, au atatulipia wale wengine ambao waliofanya. Leo nimeshawishi watu wengine kutoka Makunduchi, nimeshawishi watu kutoka Mwanza nimewashawishi watu kutoka sehemu tofauti. Kuna wengine wamesapoti ili tulolifanya wako nje ya Tanzania, sijui wao mlengwa wao, lakini wanapiga simu wanasapoti kile tunachokifanya na Mwenyezi Mungu amenyoosha hili. Kwa hiyo nimezungumza mengi, kwa sababu hata wanayetuongoza hawakuonyesha wakati matawi yako kwenye katiba, hawakuonyesha kwamba na wao wameridhia ili zoezi lifanyike. Hata kama kwenye matawi kuna kiongozi yeyote amemsikia akizungumzia Albadir, kwamba wanachama wetu wamesema atakatusoma hakuna aliozungumza. Kuna kiongozi yote umemsikia akasema bwana, na mimi na sapoti haarani? Umemsikia? Lakini mtu kupelekwa kwa polisi, usikii mtu kazungumza kwenye mtandao, tapeleka wengi, tashitaki wengi hawa. Mimi nakwambia watanijua mimi nani. Hayo sio mema, mema ya kumwomba Mungu. Ushamsikia mtu akizungumza? Sasa lazima kuna vitu tujifunze, wana Simba, tuvue koti limetubana, tuingie katika uhalisia wa klabu ya Simba. Mimi na uhakika tukiingia katika uhalisia wa klabu ya Simba hatutokuwa na shobo na mtu yoyote, tutaijenga Simba yetu hatutobuguziwa wala kushawishiwa na mtu yoyote kama tukiwa tuna msimamo mmoja. Leo mtu anatetea kitu cha maana cha msingi kabisa, anatokea mwanachama anapinga, na yule mwanachama anapata nguvu kwa kiongozi ambaye hajathamini, um, mchango wa hiki kitu ambacho mwanachama au kiongozi wa tawi kakitengeneza, kaki kifanyike leo lingetokea swala lingine ambalo halihusiani na Simba kupata pointi tatu, kila kiongozi angesema na kila kiongozi angesapoti. Nimesikitika sana kuona hamna kiongozi alosapoti hili, hata kwenye media zenu nitajie mmoja, wallahi nitajie mmoja kama kuna mmoja kakatu akasema kweli, wanachama wameona ni haki yao, hata mmoja. Lakini je hamna wanachama ambao ili swala wamelifanya tofauti na sisi, si wapo? kwa sababu walisikia kauli zetu, wakajua wanachama wenzetu tu waunge mkono, na tumepokea ugeni kutoka Makunduchi na maana, na wao wamefunga Makunduchi so so Tanzania bara. Imagine nifikiria mtu ametoka Zanzibar, ameacha familia, tumekesha naye, tumelala naye hapa nje, mbu wametung'ata, joto baridi, tumekuwa nao na moshi wote wa, wa kwenye visomo tumekuwa nao na wameacha familia, wameenda Makunduchi. Kiongozi gani kasapoti au kaja kusapoti hili hapa? Labda wanaweza kusema sehemu ambayo sio sahihi. Kwenye sehemu, tumeona wazee wa Temeke wamefanya, kuna kuna kiongozi kaenda, watu wamefanya Zanzibar, kuna kiongozi kaenda. Sasa hivi vitu lazima tujifunze, tujifunze wana Simba, tusijivalishe makoti ambayo yanatubana. Kama kiongozi yeye ameshindwa kulitolea hili mamlaka au kulizungumzia tu, asichangia chochote, kauli ya kiongozi ni sheria. Angesema jamani kweli tuunge mkono, mimi na uhakika ungeona wengi wametoka eh, na sisi na sisi, au uongo na sisi, lakini jambo ambalo sio la msingi, watu watatoka mbele. Ila mimi nimezungumza hili, niwaambie ndugu zangu walioshiriki, Mwenyezi Mungu awabariki kwenye hili. Wasioshiriki, Mwenyezi Mungu awabariki na awaongezee kheri. Ila walioshiriki, Mwenyezi Mungu awaongezee baraka nyingi na awape moyo wa kuipenda klabu yao, kwa sababu klabu yao, kuna watu wanalia, kuna watu wanakufa kwa sababu ya timu kupoteza matokeo tutaenda kumshtakia nani? Ikiwa kwenye mkutano hatuna haki ya kusema, kama kwenye mkutano hatuna haki ya kusema, tukisema tunaambiwa wewe kaa chini, kama sheria yako kasomee kwenu, utashtakia wapi? Tukipita mitaani tukiseme twende kuandamana ni kosa la kinchi, aliyobaki kushtakiwa. So, so, Mwenyezi Mungu si tumemshtakia Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo niwaambie Wanasimba, mimi binafsi yangu Ukinichukia kwangu, naona moyo wangu nakuwa na unatanua maua. Ukinifurahia mimi, ndo natanua maua zaidi. Nawapenda wote wanaonichukia na wasonichukia, ila nawaambia koti walilolivaa na wabana. Nashukuru sana.